Media jadu alikuwa safarini kule South Africa akimshuhudia mnyama akitinga finali. Eh, Asante. Asante. Asante. Moja ya wanahabari ambao wameshuhudia mnyama akitinga finali mara baada ya takribani miaka mingi sana hata wewe na imani ulikuwa hujazaliwa. Sahihi. Momenti zilikuwaje za uwanjani? Kitu pekee ambacho kimenifurahisha ni kukuta idadi kubwa ya mashabiki wa Simba uh, Durban kuliko mashabiki ile ile ile wale true fans wale sasa, kuliko ma, mashabiki wa Stellenbosch. Hiyo ni momenti ambayo pia mimi mwenyewe imenifanya nimeshangaa. Mashabiki ambao umeona wameingia pale, asilimia 88 wameingia kuangalia tu mpira, ila wale mashabiki wa uhalisia walikuwa ni mashabiki wa Simba. Ilikuwa momenti nzuri, namshukuru Mungu, nimefika nimetizama, na mnyama amevuka kwenda hatua ya finali. Tusubiri kombe la Afrika hapa, inshallah. Presha ilikuwaje kwa wachezaji ulikuwa nao kuanzia kwenye mazoezi, lakini pia viongozi, benchi la ufundi, lakini mashabiki pia ambao walisafiri kutoka Tanzania kuelekea? Presha kiukweli, mimi binafsi yangu sikuona presha yoyote miongoni mwa wachezaji, kwa sababu tangu mwanzo walisafiri viongozi e, wa serikali, muda wote walikuwa hotelini, walikuwa mazoezini, walikuwa na wachezaji wanawaelezea kuhusiana na umuhimu wa mchezo huu. Kwao wachezaji wote ulikuwa ukizungumza nao wenyewe lengo lao ni moja ni kupata ushindi, walikuwa hawana pressure na Simba pia unajua wachezaji ni wakubwa. Eh, ee, wa, yaani ukiwatofautisha na Stellenbosch, vile ambavyo Stellenbosch walisema kwamba Simba haistahili kushiriki mashindano haya, ni kama wachezaji wakajiona kumbe sisi ni wakubwa. Kwao walikuwa wenyewe wanaona kama tunacheza na level ambayo iko chini kidogo. Kwao haikuwa haikuwa pressure hata kidogo kwa wachezaji lakini pia uh, uwepo wa viongozi wa serikali umwafanya wachezaji kuwa cool na kuamini kwamba wanaweza kupata matokeo kwenye mchezo ule. Wakati mechi inaendelea, Musa Pinpin Kamara yeah. alichokuwa anakifanya yeah. kilionekana kikiwavutia mashabiki wa Simba yeah. ulikuwa jukwaani ukishuhudia ile wanasema ni mbinu pia za kimpira yeah. pengine kiliwafanya Simba wafanikiwe zaidi. Sure. Mimi binafsi dakika ya kumi, kumi na tano, ishirini kwa naona Musa kama kuna... Yani, kama anawakosea hivyo wana Simba Musa Kamara, lakini kaja kuelewa kwamba ni alichokuwa anafanya ni muhimu. Baada ya kipindi cha pili na baada ya wale kufanya attempt mbili tatu kukataliwa, ndio nikaona Musa Kamara anachofanya ni kitu kizuri. By the way, lazima uwe na goalkeeper ambaye anajua nini anakifanya kwa wakati gani. Musa Kamara kuna muda alikuwa anafanya vitu kama vile, alafu ikipita kidogo, namkonyeza mwenzake, anambia hamna, ilikuwa natuliza tu kwa, kwa watu ambao walikuwa majukwani huku walikuwa wanaenjoi sana kila ambacho wanakifanya. Musa kama ni, ni, niwe mkweli walikuwa wanaenjoi sana kwa sababu walishaamini kwamba mpaka sasa hivi Stellenbosch uwezo wa kupata goli ni, ni mdogo, kwa sababu wenyewe walikuwa wanashambulia kwa, kwa kusitukiza kidogo no, na wanajiogopa wakishambuliwa, kama wanashambulia kwa kustukiza kwenye dakika tano, wakishambulia mara moja, ukijiangusha angusha zimepita kumi, matukio ya penalti mawili, goli linafungwa ni offside mashabiki alizao zilikuaje? li, lakini pia VAR yeah, kutumika kwenye michuano hii, umeona impact gani mchezo wa jana? Kama isingekuwa VAR, maanake refa angefanya makosa matatu makubwa. Kwa hiyo uwepo wa VAR, binafsi yangu uh, na kwa Tanzania ambao walikuwepo pale wameenjoy, kwa sababu imeamua haki na imeamua Simba kwenda hatua ya fainali ya, hey, ya mashindano haya hey, <laughs> tajiri <laughs>

Uje, uzuri wa kuunganisha unganisha ndege hizi ii, unakuwa vingi sasa, utakula umalize, basi ndugu yangu <laughs> e, aki kweli. Mara mwisho niliona kwenye fainali ambao walicheza Yanga, yeah. Ndo mara yangu ya mwisho kuona nyomi kama hili, kwa hiyo bila shaka wanasima wanataka wafanye zaidi ya kile ambacho walikifanya Yanga msimu ule, na inawezekana hii yeah, ni ile, ngoja eh, ngoja, yeah. E, ngoja, ngoja. Yeah, tulia, tulia, mtoto mdogo yeah. ah!